Na achukue hali yetu ya kibinadamu ngawaja, yeye hakuwa na dhambi, lakini pia ili aweze kutushirikisha umungu wake. Na hivi tunapoadhimisha ibada hii ya kumshukuru Mungu, tumtafakari pia huyo neno ambaye alikuja kwetu na akakaa kwetu, na habari za neno la Mungu ndiye huyo Kristo Yesu aliyetwa mwili na anakaa pamoja nasi, ndiye aliyetusindikiza katika siku zote za mwaka huu, na ndiye huyo ninawaalika, tujiaminishe kwake, tujiweke mikononi mwake, tumkaribishe katika maisha yetu ili atusindikize tena kwa safari ya mwaka huu unaokuja na ambao unakaribia kabisa tukibakiwa na masaa machache. Ndiye Kristo aliyetwa mwili na huyo ndiye ambaye amekuwepo kwa nyakati zote, na hasa katika umungu wake, katika umilele wake, ni pale wakati ulipowadia, na kwa upendo mkubwa wa Baba akaona amtume kwetu ili aweze kutukomboa. Ni Mungu kwa neno lake aliyeumba vitu vyote, na neno hilo la uzima ndio mwanga wetu unaoondoa na kufukuza giza la dhambi ulimwenguni. Mungu ametwaa hali ya kibinadamu ili akae nasi na kutushirikisha tena uzima wake wa kimungu. Ni pale tunapokuwa na uzima wa kimungu ndani mwetu, ndipo tunajipatia uhai wetu, tunajipatia namna ya kuishi, tukishikamana na mwana nasi tukiwa tumempokea na kufanywa wana pamoja naye, kama neno logos Umwilisho wake, nafasi ya Yohane Mbatizaji kama mtangulizi wake masia na zawadi ya neema na ukweli. Kupitia huyo neno wa Mungu, tujifunze kwamba Kristo Bwana ni neno wa Baba wa milele na kama tulivyosikia jinsi imeanza Injili hii kwamba hapo mwanzo kulikuwako neno. Tumeona katika aya ya kwanza hadi ya tatu akitamka hilo kuhusu neno, ikiturudisha nyuma kabisa katika kitabu cha Mwanzo, sura ile ya kwanza aya ya kwanza. Na aya hii yatukumbusha kwamba Yesu alikuwako kwa Baba tangu milele yote. Alikuwa pamoja na Mungu naye alikuwa Mungu. Na kwa njia yake huyo neno vitu vyote vilifanyika. Neno huyu ndiye Bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu zangu wapendwa, wakati mwinjili Yohane anaandika injili hii kuliwepo kulikuwepo na wazushi wengi sana waliopinga kuhusu umungu wa Kristo, na ndiyo sababu Yohane anaandika kusisitiza juu ya kuwako neno wa Mungu tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Sisi mara kadhaa tunaweza kuwa na shaka juu ya uwepo wa Yesu katikati yetu. Kila mara tunakiri katika imani yetu, lakini tunakuwa tena wazito kuamini katika uwepo wake katika maisha yetu wapo watu wengi pia wasioamini juu ya Ekaristi Takatifu, ambao ni uwepo halisi wa Yesu Neno wa Mungu katikati yetu. Tunapoadhimisha misa hii siku ya leo, na tunapohitimisha mwaka huu na kuanza mwaka mpya, tumuombe sana Yesu aliyezaliwa kwetu hatuongezee imani kwa sababu, tunaposema wakati huo wa Yesu au wakati wa Yohane kulikuwa na wazushi, na leo hii pia, nafikiri mtaniunga mkono kwamba wazushi wapo, na hasa wazushi wanaozusha ambayo si ya kweli kuhusu imani yetu hilo zisituumize moyo bali sisi tujitahidi kuifahamu vyema imani yetu na tuiishi. Hatuhitaji imani ya maoni, bali ni imani katika Mungu mmoja katika nafsi tatu. Hayo mengine na mtu anaamua kujisemea ya kwake yasitunyime usingizi, bali tukose usingizi bali, tutakuwa hatufahamu vyema na ipasavyo kuhusu imani yetu na wajibu ambao tunapaswa kuwa nao katika kuishi imani hiyo. Yesu aliyezaliwa kwetu atuongezee imani ili tumkiri yeye kama Mungu aliye daima katikati yetu, nasi tujivunie hilo kwamba Mungu wetu hayuko mbali nasi. Mungu wetu yupo karibu nasi.